Ahlan wasahlan wa marhaban, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Uheligani wawe mpenzi mtazamaji na msikilizaji, ambayo watafuata vyema kupitia channel yako inayokwenda kwa jina la Khayrati TV. Sina budi kukaribisha katika kipindi chako maalum kabisa ambacho kinaangazia masuala ya kheri, na siku ya leo uh, sina budi ya kukaribisha na kupeleka moja kwa moja huko nchini Burundi. Khayrat TV siku ya leo imeweza kujielekeza au kuangazia huko nchini Burundi, kuna nini basi? Kaa chonjo, usibanduke, usinyanyuke mpaka pale nitakapotia nanga. Naam, matangazo haya wawepata moja kwa moja kutoka hapa Phoenix Arizona, ambapo ndio makazi makuu ya kituo hichi au channel hii ya Khayrat TV. Basi sinabudi wa kukaribisha moja kwa moja, niweze kukupa utambulisho kwanza, kwa nini tumeweza kujielekeza huko nchini Burundi. Kama sisi wanaharakati wa masuala ya khairi au mambo ya, ya khairi ni kwamba uh, katika siku mbili ambazo zijazo usoni, kutokuwepo na mashindano ya Qurani, na kama tunavyofahamu kituo hichi au channel hii uh, inapenda masuala ya khairi kwa hiyo hatukusita tukataka kujua uh, mashindano haya uh, mwanzo mpaka mwisho. Kuna mengi ambayo nilitaka kuyajua, na siku sita nikaweza kumtafuta uh, kijana ambaye ni mtangazaji kupitia channel inayokwenda kwa jina la Shamsudini TV kutoka huko nchini Burundi Bujumbura. Basi siku sita nikataka kumdodosa mawili matatu, ili niweze kujua kwa sababu ni mambo ya khairi na sisi ni wanaharakati wa khairi. Kwa hiyo ikawa ni vyema zaidi. Maswali yangu kabisa kwanza, nilitaka ajitambulishe yeye ni nani na tuweze kumtambua ikiwa ndio mara ya kwanza kabisa kusikika katika vipindi vyetu hivi vya khairati. Basi tuweze kumsikiliza. Bismiillahi walhamdulillah walsalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'd. Uh, kwa majina naitwa Ishaq Alu. Uh, ni mtangazaji kutoka Shamsuddin TV, TV pendwa sana ambayo inapatikana ndani ya nchi yetu pendwa sana ya Burundi. Ni moja katika kituo ambacho kinafikisha harakati jajini tofauti ndani ya nchi yetu ya Burundi. Uh, kwanza kabisa ya kabla ya yote nishukuru sana uh, kuweza kualikwa ndani ya Khayrat TV pamoja na mtangazaji wetu Umu Mustafa Khadija Hassan uh, ambaye mmeweza kutuita katika sehemu kama hii kuweza kufanya uh, majadiliano haya mafupi kabisa. Na ndani ya TV zetu hizi TV zenu pendwa ambazo kitu chake kinapatikana Marekani pale Phoenix, uh, Arizona. Naam, baada ya kuweza kumsikiliza kwa ufasaha kabisa na kuweza kumtambua shughuli ambazo anazofanya na yeye na ni nani haswa, nikaanza sasa kumdodosa kutaka kufahamu haswa mashindano hayo yalivyo mwanzo mpaka mwisho. Hii ni kama vile uh, nafasi yetu au mara yetu ya pili kuweza kulivalia njuga swala kama hili kutokea huko nchini Burundi. swala so, langu la kwanza nitaka kutambua kwanza raia uh, wananchi wa Burundi umeweza kujiandaa vipi kwani shamra shamra hizi mara nyingi huwa zinatokea mwezi wa Ramadhani, wao wameweza kujiandaa vipi kama raia wanaharakati, au wapenda heri, au wapenda maneno ya Mwenyezi Mungu? Raia wa Burundi wamejiandaa vipi? Hili ni swali niliweza kumdodosa niweze kupata kujua picha kamili ilivyo hapo Bujumbura, Burundi. Hebu tumsikilize. Naam, kwanza nashukuru sana kwa swali ambalo mmeweza kuniuliza nyeti ama kuhusikiana na ambavyo raia wa Burundi wamejiandana na mashindano wamejiandaa mimi, naweza kusema kivizuri sana na kwa kishindo kabisa, mashindano yameweza kuatikia. Baada ya kuona mwaka jana, msimu wa nne mashindano yamefanyika pale ndani ya ukumbi wa markazi aziatike, ambapo yalikuwa yamezoeleka. Watu walikuja wakafurika, wakajaa wengi kabisa, wengine wakakaa nje, joto likawa likali sana, feni zikawashwa. Lakini angalau feni ziliwashwa, ilikuwa ni sababu moja ama nyingine ya kufanya wasomaji ama washiriki wale, wakisoma maswali ambayo wanakuwa wameuliza, wawezi kusikilizana na watu mle ndani. Joto, unajua feni nazo zikishakuwa ndogo na watu ni wengi zinakuwa hazisukumi tena hewa zinasukuma moto. Basi nadhani tumeweza kumsikia vyema, ameweza kutujuza na kuweza kutupa picha kamilifu ilivyo hapo nchini Bujumbura Burundi. Lakini siku sita hapo tu, basi nilitaka kujua mashindano haya kama tunavyofahamu mwaka jana, niliweza kuzungumza na nadhani ni mfanyakazi mwenza yeye Uh, ambaye aliweza kutujuza vizuri sana lakini, mwaka huu mashindano haya yako kitofauti kidogo. Ni kwamba uh, yamezoeleka kufanyika ndani ya ukumbi ambao ni mkubwa sana pale nchini Bujumbura, Burundi, uh, katika mitaa ya Aziatike. Uh, ukumbi huu unafahamika kama kwa jina la Markaz. Kumbukumbu yangu kama ipo sahihi, mashindano haya yamezoeleka kufanyika katika ukumbi uh, huo lakini kwa hivi sasa ipo tofauti kidogo, wameyapeleka uwanjani. Haiwezi kuwa ni changamoto kutokana na, na huenda labda mabadiliko ya hali ya hewa, lakini pia ndo mara ya kwanza. Vipi vuguvugu vugu hili, raia wapo radhi kupambana na hali ya hewa itakavyojitokeza, lakini pia katika changamoto zozote zile. Uh, kulikoni mabadiliko haya kwa hivi sasa, nitaka kujua hili pia, hebu tumsikilize mashindano kuzoeleka ukumbini na kupelekwa uwanjani kwa mimi sio changamoto, haiwezi uh, kuwa changamoto kwa sababu watu wenyewe husika wao wenyewe ndani ya ukumbi waliomba mashindano tuyatoe ndani ya ukumbi tuyapeleke ndani ya uwanja, baada ya kuona changamoto nyingi ambazo zinapatikana pale ukumbini. Labda changamoto mimi naweza nikasema sio ya hali ya hewa, maana na imani fhse wamejiandaa kivilivyo kuweza kumudu hali ya hewa insha Allah. Allah atuwezeshe siku hiyo mvua isiwezi kunyesha, pawepo hali nzuri hewa ambayo watu wataweza kustahimili kukaa, jua lisiwi kali kwa uwezo wa Allah, mvua hata kama itanyesha iwe ni mvua ambayo itakuwa ni akheri, wala isinyeshi kivile. Changamoto kimimi naweza nikasema kupelekwa uwanjani, labda usafiri, usafiri ndani ya nchi yetu umekuwa mtihani kivile, lakini insha Allah wapenzi wa Qurani na watu wa Qurani na imani kutolewa ukumbini na, na kupelekwa uwanjani ni katika matakwa yao waliyataka, na watu wa waes na wote ambao wameshiriki katika uandaaji wa mashindano haya waliweza kuwafikia na hichi kitu. Ama kuhusikana na hali ya hewa na imani, insha Allah wadhamini na wale ambao ni waandaaji wamejiandaa, insha Allah kuweza kustahimili na kushikamana na hali ya hewa ambayo itakuwa iko pale, kuweza kuwamudu kuhu, washiriki ama watu wote ambao watakuja kushuhudia mashindano nam nadhani tumeweza kumsikiliza vyema na kuweza vye kumfahamu katika hilo. Siku sita, nikaendelea kumdodosa zaidi, kutaka kujua mashindano kama haya huwa yanapendeza kukuwepo wadhamini. Wadhamini ni kama chachu ya jambo kupendeza na kuweza kushamiri kunawiri vyema kabisa kwa hiyo nitaka kujua mwaka jana, tuliona wadhamini walikuwa ni wachache sana na mimi huwa napenda katika masuala kama haya ya kheri wadhamini kujitokeza kwa wingi, kwa sababu ni kheri juu ya kheri, na jambo la kheri kupendeza linakuwa limekaa vizuri zaidi. Je, wadhamini hivi sasa, uh, wapo wa kutosha? Kuna mabadiliko yote katika upande huu? Ndio, nashukuru sana kwa swali nyeti sana hilo, na mabadiliko yapo, mabadiliko yapo, jana mwaka jana wadhamini walikuwa wawili tu, na huu mwaka wadhamini wapo wengi sana kabisa. Lakini wadhamini wakuu wamejitokeza kutokana na kazi ambazo zinafanyika na media. Allah zihifadhi sana media zetu zinafanya kazi kwa kweli, zinaupiga mwingi kwa kweli. Mashindano yalionyesha hamasa sana na kama watu wamekuja kudhamini mashindano haya ni maana yake wameona uh, umuhimu wa hili jambo. Hapa nazungumzia kama shirika la Wanatawakul uh, ambao wanaongozwa nadhani na usimamizi wa mwalimu Masudi wawa. Hapa nazungumzia wanamama waenda na reli nazungumzia hawatuljanna nazungumzia wanasafina ambao wanapatikana kanyosha mashirika mengi sana, wakinamama ambao wanapatikana uziwa kundi la wana Ansari wale wakinamama ambao wanapatikana uziwa wanafanya kazi kubwa sana. Hero style watu wanafanya kuja kudhamini, maanake wadhamini ni wengi sana lakini wadhamini wakuu ni kiswahili halaka foundation ambao anapatikana Tanzania, lakini pia bila kusahau ndugu zetu wa agence Kariako. Kwa kweli wadhamini wapo na kama muda ungeruhusu nadhani wadhamini wangepatikana wengi sana, inshallah zaidi ya hawa. Na swali nyingine ni swala au swali chachu kidogo ambalo linaweza kutia ukakasi, um, ni kwamba baadhi ya nchi nyingi au sehemu nyingi sana, mashindano ya Qurani imekuwa ikifanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni kwa sababu ya ile shamrashamra na zile vaibu za mwezi mtukufu wa Ramadhani, energy ambayo inakuwepo huwa ni energy tofauti kabisa, watu hukimbilia masuala ya kheri. Uh, mashindano kama hivyo ya Qur'ani hujitokeza kwa wingi sana kutokana na, na zile fadhila za mwezi ule, na kunakuwa pona kitu tofauti kabisa ambacho huwa kipo uh, nje ya miezi mingine. Je, yeah, um, kwa nini mashindano haya yameweza kufanyika baada ya Ramadhani? Haiwezi kuwa labda ni changamoto kwa watu kutokuwa na ile vibe kama ya mwezi wa Ramadhani na vitu kama hivyo. Na kwa nini waandae mashindano baada ya Ramadhani? Nitaka kujua hili pia. Hebu tumsikilize. Na, nashukuru sana kwa swali hili nyeti Ama kuhusikana na mashindano haya kuwekwa nje kabisa ya Ramadhani, lakini nadhani kikubwa zaidi kilichokuwa kinalengwa ni washiriki wetu ambao wanashindana katika mashindano haya. Na ukiweza kuangalia, mashindano mengi sana, hata ya kimataifa, yanafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeweza kushuhudia mashindano ambayo yamefanyika Al Hikma Foundation, mashindano ya mabara yote, ambayo ilikuwa ni robo karne ile, wamefanya mashindano na mwezi mtukufu wa Ramadhani, mashindano makubwa sana, na Burundi kulikuwa na ambao wamekwenda kutuwakilisha, na mshiriki tulimpata kule ambaye alikuwa Daudi Juma, na mashindano mengi sana hata daulia huko Dubai, mashindano makubwa sana dunia nzima ambayo yanafanyika yanafanyika kule na wenyewe yanafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Burundi lazima tupate mshiriki, maanake haya ni mashindano ambayo nakuonesha yanahitaji washiriki kutoka Burundi, na hawa washiriki ambao wanaenda kufanya mashindano huko nje ya nchi wanatamani na wenyewe kufanya mashindano ndani ya nchi hii ya Burundi baada ya kutoka katika mashindano hayo ya kimataifa inshaallah. Mashindano haya ndio yakapangwa kuwekwa nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, wiki moja ama mbili baada ya watu kutoka siku ya Idi ambayo ni Eid al-Fitri, kuweza kuwasaidia na wale washiriki ambao watakuwa wamefanya mashindano tofauti ya ambayo yamefanyika ndani ya nchi ya Burundi na ambayo yamefanyika nje ya nchi ya Burundi, kuweza kuja katika mashindano haya ambayo yanaandaliwa na Fils des Soeurs Musulmans, na wenyewe kuweza kufika na kuweza kushiriki ndani ya mashindano haya inshallah. Kama tunavyofahamu, mashindano mengi lazima kuna kuwepo na mikakati ya michujo kwanza kabla ya kwenda katika sakata lenyewe kuu. Je, mpaka sasa washiriki ni wangapi ambao wamesha jitokeza au walikuwepo wangapi mpaka idadi imefikia ya kiwango gani hivi sasa? Hili pia nataka kulijua kabla kusema wapatikane washiriki ambao watakuja kushindana ndani ya fainali za mashindano haya ambayo zitafanyika tarehe kumi na mbili mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano siku ya Jumamosi inshaallah. Eh, kuna michujo ama mifumo ambayo ilifanywa kusema hawa ambao watakuja kushindana fainali wapatikane. Uh, mchujo ulifanyika ndani ya masjid Tauhidi ambayo inapatikana Chibitoke pale kuweza kupata wale ambao watakuwa ni washindani ndani ya fainali walikuwa takriban, uh, watu 58 na washiriki, kufika kuweza kuchuana ili wapatikane ishirini ambao wataingia katika kinyang'anyiro cha kugombania pesa milioni kumi na hawa hamsini na nane na thalathini na nane ambao hawakuweza kupata tiketi ya kuingia katika fainali, pakabaki watu ama washiriki ishirini pekee ambao watafanya mashindano, ndio ambao tutakwenda kuangalia ndani ya uwanja pale Walaidi Masjidu Adai, uwanja wa Walaidi pale Uterere. ishirini pekee ao ndo atakuwa pale insha Allah huweza kuingia katika kinyanganyiro hichi cha pesa milioni kumi pesa taslim za Burundi. Katika hali ya kumalizia, hebu tujuze, kuna lote ambalo nataka kuongezea katika mazungumzo haya. Uh, labda unaweza kuwa na ushauri na vitu kama hivyo nam kitu ambacho ninaweza nikaongeza ama ninaweza nikasema ni kuhusikana na mashindano ya sapoti. Bila sapoti, wallahi mashindano as mefika hapa mpaka e, kuanza msimu wa tatu, msimu wa nne, mgeni rasmi alikuwa Sheikh Nuruddin Kishki, akija pamoja na Kishki online TV. Mpaka sasa mashindano yamekuwa makubwa sana. Na mnaombwa na tunamuomba kila mmoja ambaye anatufuatilia pa, kwenye Khairat TV inshallah afike pamoja na Shamsuddin TV afike aweze kusapoti mashindano ambayo, yuko nje, yuko mbali na mashindano haya, na yeye anaweza akafuatilia katika TV zetu za Shamsuddin TV ama TV zote ambazo zinapatikana hapa ndani ya jiji la Bujumbura ama Burundi. Zipo nyingi sana, Alhuda TV, Al amigo kuna alamni, kuna barabara TV ambazo zinaweza zikarusha mashindano haya live. Kikubwa zaidi ningeomba ni support support nje ya nchi na ndani ya nchi kusapoti mashindano haya katika hali na mali, kwenye fikra ama katika kitu chochote ambacho kitaonekana kinatakikana katika mashindano. Insha Allah, ni hayo ambayo ningeweza kuomba ama ningeweza kuongeza katika muda huyu mfupi ambao mmenipa kuweza kutoa ushauri wau nam. Basi kufikia mpaka hivi sasa, sina budi ya kuweza kusema ndio nafikia tamati na kutia nanga na kufunga vile vyangu. Ni mshukuru sana ambaye ni mtangazaji kupitia channel ya Shamsuddin kuweza kutujuza yale ambayo tunataka kuyajua, lakini pia katika kumalizia tu naweza kukupa mawili matatu kwamba unaposikia jambo la heri basi likimbilie, kwani heri juu ya heri ni moja ya malipo yalikuwa mazuri changamoto ambazo ulikuwa nazo au vibe ambao ulikuwa nayo mwezi wa Ramadhani, basi iweke hiyo energy mpaka hivi sasa. Hili ni jambo la kheri. Uh, itakapofikia wakati hiyo tarehe kumi na mbili ambayo ni Jumamosi ya mwezi huu wa nne, basi wewe kimbilia katika kheri, uweze kwenda kusikiliza maneno yake Mwenyezi Mungu, kwani huko utapata faida iliyokubwa sana kuliko mengineyo ambayo utakuwa umekimbilia isipokuwa labda huwe na dharura, lakini kama hakuna hilo basi ya kupasa uweze kwenda na kuweza kuburudika na kufurahika na kuweza kusikiliza maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Kama tumewasikia, kuna changamoto kama vile usafiri, lakini mengineo yote yanaweza kuwa salama. Lakini pia hata katika changamoto ya usafiri, kama ukiwa na nia njema, basi Mwenyezi Mungu atakurahisishia, lakini pia muombe Mwenyezi Mungu akurahisishie ukiweka nia yako ya kwenda kusikiliza maneno yake na uweze kupata baraka zake. Kwa hiyo basi uh, kishindo ni hiyo siku ya Jumamosi tarehe kumi na mbili mwezi wa nne mwaka 2025. Usikose kufika katika uwanja ambao umeandaliwa hapo nchini Bujumbura, Burundi, katika mitaa ya Buterere, kumbukumbu yangu iko sawa. Kwa hiyo niwatakie kila lililokuwa na heri wakazi wa Burundi nmuweza kujitokeza kwa wingi. Naweza kusema kwamba hata mimi huku nilipo nipo tayari kufuatilia uh, moja kwa moja matangazo haya kama yatapitishwa katika vituo ambavyo vimetajwa, basi budi ya mimi pia kuungana katika na kuweza kufuatilia mashindano haya mwanzo mpaka mwisho. binla na hivyo hivyo, nikushukuru sana wewe msikilizaji au mtazamaji ambaye umeweza kuwa nasi mwanzo mpaka hivi sasa nanga siku iliyokuwa njema na yenye baraka tele na mafanikio, nguvu kazi za kujenga nchi zetu. Sina budi ya kusema masalama.